Bumbu ini, meli kumi. Meli kumi. Yeah. Tuliona lalamiko lenu ambalo la muda mrefu ambalo lilitumwa katika mfumo wa Sema na Rais. Ndio. Lakini kitengo chetu cha Sema na Rais katika kutimiza. Sasa hivi tunaendelea tuna tunategemea tarehe 27 mwezi ujao wa Februari tunategemea kutimiza miaka miwili toka kuundwa kwa kitengo cha Sema na Rais. Sasa katika mambo ambayo tulisema tuyafuatilie, moja ni kuangalia yale malalamiko yetu ambayo yametumwa muda mrefu katika mfumo ili tuyafuatilie. Katika moja malalamiko ambayo tumeangalia ambayo yamekuwa kwa muda mrefu, tunakumbuka lalamiko lenu limetumwa kwa tarehe 22 mwezi wa Januari 2022. Lakini hadi leo tunaona bado mambo hayajamalizika, kwa hiyo tumesema leo tuje tutembelee tuone au tuwasikilize wananchi wa njia hiyo ya, ya Bumbwini ambayo lalamiko lao kama sikosei lilikuwa linazungumzia kuhusiana na kujaa kwa maji pale ambapo mvua za masika zinapokuja. Kwa hiyo tumesema tukutembeleeni, kuna kipi kilichobakia mpaka sasa hivi kwamba huu hili lalamiko halijamalizwa yaani kutatuka. Kwa jina naitwa Asha Juma Kombo. Ni miongoni mwa wakazi wa hapa Mfenesini meli kumi, ama tunaweza tukaita njia ya Bumbwini. Aya, tatizo letu sisi hasa ukilitizama kwa undani, nitatoa historia fupi tu, lina challenge nyingi. Kujaa kwa maji kwa eneo hili lilianzia pana kalvati njia hii ya Bumbwini, ili ilipojengwa njia hii hapa kwanza ya Bumbwini, kuna kalvati ilizibwa, hiyo ndio tatizo lilianzia hapo. Kwa hiyo majumba ya mbele kwa njia ya mkokotoni pale yalikuwa siku zote yanajaa yanajaa maji lakini shida haiku, haikuishia hapo. Ilipotengenezwa barabara kutoka kwa nyanya chini mpaka hadi Mkokotoni, kalfati zile zilivyoelekezwa huku kwenye makazi shida ili, iliengezeka. Kwa hiyo maji yalipokusanywa kutoka Mfenesini polisi na huku wapi huku kama Chuini kulipotengenezwa mtaro mpya ambao tuliuangalia kabla ya kufanya hii session. Yote anami, anachukua maji kutoka Chuini kama yote anamiminika kuja katika hayo makazi yetu. Kwa hiyo maji yamekuwa ni tatizo kubwa sana, ilisababisha barabara njia Bumbwini kuwa haipitiki. Baadhi ya gari zilikuwa zikilazimisha kupita zinazima kabisa injini. Mvua ikinya leo tu tumejaliwa na maji, mvua ikinya sasa hivi tumejaliwa na maji, makazi hatuna wananchi wa kama na wananchi wa Mfenesini. Na shida hii sasa hivi imekuwa haiji kwa kipindi cha masika tu, hadi mvua ya vuli kama ikiongoka basi inatubidi sote tukunje tuhame na pakwa kwenda. Kwa nini? Kwa kusema kweli tunakuwa tunakuwa hatuna, tulianza kuhangaika we mpaka tukafikia hatua tukaangukia kitengo cha cha Sema na Rais. Mpaka sasa hivi kuna hatua gani ambazo zimeanza kuchukuliwa kuonyesha kwamba hili tatizo linaondoka? Hatua kubwa zilifanyika za kututia moyo, tukahisi tuka kwamba sasa hivi tatizo linatatuliwa kwa sababu walianza kukusanywa watu ambao wali nini, ilikubalika ili, ili kwamba mtaro utapita hapo kuelekea bondeni kama. Kwa hiyo nyumba walikusanywa, wakaanza kulipwa na wao wakapisha, wakapisha njia, majumba yamevunjwa kama tunavyoona, na kalvati zilipewa nini, kulitafutwa injinia akapewa tenda kwa tunavyojua mpaka hivi sasa tenda imekamilika ya nini ya kalvati na injinia kesha kabidhi kalvati kwamba zishamalizika zishatimia. Lakini mpaka hivi sasa tunaona bado ujenzi wa mtaro haujaanza na masika inakaribia, tukiwa hii ni Januari inamalizika Machi mwanzoni pengine itaanza, kama tunavyoona hali ya hewa hii. Kwa mara ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 4 2020 tuliitwa tukawekwa kikao pamoja na sheha aliyepita na wananchi wenzangu, tukaeleza yetu na tukaenesha maeneo yetu. Tunashukuru tumefikia hatua lakini hatua ile mpaka leo haijaleta malengo, kwa sababu waliovunjiwa nyumba ndo kama hivyo wamepewa pesa ambazo zilokuwa hazikidhi, na sisi wenye vipando mpaka leo hatujalipwa nyumba zilizolipwa hazikustahiki kulipwa kwa mujibu wa taratibu za nyumba zilivyo. Kwa hivyo tunahitaji Mheshimiwa Rais ili jambo alifahamu na alielewe ali kulitekeleza kututendea haki, haya mambo yalofanyika katika, katika sehemu yetu tumebomolewa nyumba. Mtu kuanzia huku mwanzo wa chini kalipwa laki mbili, milioni mbili, wa pili kapewa milioni kumi na tatu wa nne kapewa milioni kumi na tisa watano kapewa milioni kumi na ishirini na sita ukilingana na hali ya, ya, ya mandhari ya ulimwengu tunaokwenda nao, kiwanja kinalipwa, unatakiwa ununue kwa milioni saba au nane. Tumfikirie huyu mtu aliopewa pesa kama hizo, atakipata wapi? Atajenga vipi? Sasa hivi wanagaagaa tu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Raisi, tunakutaka mheshimiwa Raisi utusikilize kilio chetu, wananchi wa sheria ya Kama na sheria ya Mfenesini. Sisi wananchi wa Kama tunataka tuzungumze na wewe mwenyewe raisi, wewe mwenyewe raisi, tunataka tuzungumze na wewe. Kutokeana na kadhia hii inaotupata wananchi wa Kama na Mfenesini basi naomba tu mutupe muda kidogo tumtafute mheshimiwa Rais ikiwezekana kama tutapata basi. Hamna -ha. Hamna shida. Hamna shida. Na kwa pembeni msiondoke, eh? Hello. Naam, naam. Asalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Haji. Uh, naam. Ndio. Naomba kuzungumza na Mheshimiwa Rais. Okay. Hello. Ah, assalamu alaykum, ya, Hali Ah, tunashukuru. Rais. Salamu alaykum. Eh, tunashukuru. Sisi mm. ni haja hapa kutoka kitengo cha Sema na Rais. Naam. Tume tumefika katika eneo la Mfenesini hapa njia yeah. na meli kumi mm ambapo katika zile shamrashamra zetu za kutimiza ile miaka miwili ya, ya mfumo wa sema na Rais mm. tumeamua kupitia malalamiko yale ambayo yamekuwa muda mrefu hayajapata utatuzi. Kwa hiyo leo tukaamua tufike hapa sehemu ya Mfenesini ili kusikiliza wananchi malalamiko yao yamekuwa mia wapi mpaka kuwa hayajatatuliwa. Sawa. Hello, asalamu alaykum daktari. Waalaykum salaam, hali yako Alhamdulillah, za kazi salama, tunashukuru. habari za huko? Alhamdulillah, tunashukuru. Naam. Na. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi na afya kukutana hapa leo kwa mara nyingine kwa upande wetu na. Lakini pia tunakushukuru wewe binafsi kwa dhati kabisa kwa kupata fursa hii adhimu na adimu kwangu, mimi ndo mara ya kwanza kuzungumza na rais kwa kupitia simu na. Kwa hiyo kwa, kwa kwa nini kwa on behalf of, mm, on behalf ya wenzangu wa hapa Mfenesini tunakuambia asante sana kwa kutupa nafasi hii na kusikiliza tuliyonayo. Naam na, karibu kubwa zaidi tulilonalo kama ulivyosikia brief kutoka kwa kutoka kwa manager wa kitengo cha, cha rais kwamba athari kubwa tumeipata baada ya kutengenezwa hii barabara kutoka kwa nyanya Ndeyo hadi mkokotoni kalvati kama mbili hivi ambazo ni kubwa zinazokinga maji kutoka Mfenesini polisi mm. na kutoka Chuini kama juu mm. yote yanamiminika katika makazi yetu mm. na yanapokuwa mengi, barabara ya kuendea kwa Bumbwini inakuwa inajia kabisa mm. hata Muheshimiwa yani makamo makamo wa pili wa rais aliopita mm. nani balozi na. alibadilisha njia na kapita lokali tu kwenye mm. migomba mm. kwa sababu njia hii ya Bumbwini ilikuwa haipitiki Tasa. mtaro mpya uliojengwa kwa njia Chuini ambao na minina huku pia maji yeah. si mtaro hasa mheshimiwa rais yeah. tunauita kama mkingo huwa mm. unajaa, umesababisha mpaka makazi ya watu wa shehia ya hiyo ya huku ya kama yeah. na wao pia wanasababika kuhama. Tasa. kwa hiyo kubwa hasa yeah. hatua tulizozichukua mpaka mwisho tukafika kwa katika application kitengo chako hichi ulichokitengeneza tangu ingie madarakani yeah. cha Sema na Rais, kwanza tunakupongeza sana na tumpigieni makofi mheshimiwa rais Asante. Tunakushukuru sana kwa ubunifu wako ku create, kuumiza akili mpaka ukafikia kutengeneza hichi kitengo. Kwa kweli kinatusaidia sana, hatutaki kuhadithia sana, kwa sababu hatutaki kuwasema viongozi wetu, lakini mheshimiwa rais, shida ilitupata mimi binafsi, hapa dhiki imenipata kiasi ambacho kwamba kwa kama mwanamke mwingine basi asingefuatilia tena, na tukakaa hivi hivi, tukaingiliwa na maji lakini kutokana na maneno yako ulivyosema kwamba mimi nipo hapa kwa ajili ya watu wa chini kwa ajili wa, ya wanyonge na ukaunda kitengo hichi ili kisimamie challenge so, zote zilizokuwa huku mitaani. Kwa hiyo tunakushukuru sana, tatizo letu walilisimamia, tulituma, tulituma lalamiko letu Ndio. tangu Januari ishirini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Ndio. hatua zilichukuliwa Ndio. watu walikusanywa wali, wali na wakaambia wapishe njia. Njia ambayo njia ambayo tulikubaliana kwamba mtaro utapita, wamepisha njia, wamefanya hivyo na mambo mengine yalipita. Tunaona makalbi nje yametawanyika tawanyika, yalikuwa yanatutia imani kwamba mtaro utajengwa mara moja. Lakini mpaka hivi tunapokuambia viki hii haijaisha, na tunaona manyunyu kama hali ya hewa hapa tulipo kiza. Kwa hiyo inavyoonyesha mvua itanyesha muda wote, na masika mara hii yataanza mapema. Kwa hiyo tuna hofu Mheshimiwa Rais, tumekuwa maisha yetu ya wasiwasi, kama ndege. Tuna wasiwasi, hatuna uhakika huu mtaro utaanza lini. Basi hiyo nime... tumesema turudi tena kwenye kitengo hichi cha Sema na Rais, tukawaomba jamani, njoni tuzungumze kwa pamoja hili jambo, tulijue litafikia wapi. Nimepokea malalamiko yenu, na nataka nikuahidi ni kwamba serikali itaifanyia kazi malalamiko hayo kwa haraka iwezekanavyo ili tuondo, Asante sana tunakushukuru. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante. Yeah. Tunarudi kwa mwananchi mwingine ambaye yeah. ana changamoto ambayo naye iko tofauti. Salamu alaykum, mheshimiwa. Wa alaykum salaam, hali gani? E, tumetokea changamoto nyingine ambayo ya kupisha mtaro. Ndio. Sisi tuliopitia kubomolewa nyumba zetu. Ndio. Tumelipwa stahiki ambazo kwa hazikili kupata nyumba nyingine au stahiki za kuhama baadaye ukajiendesha kimaisha hamna. Ndio. Kwa hiyo kwa ukweli nikikwambia, machozi mimi yanatoka, kwa sababu kuna wenzetu hapa wamelipwa pamoja na mimi ndio. Nyumba imefika milioni mbili, kweli mheshimiwa, utajenga vipi? sawa, sawa. wengine tumelipwa milioni kumi na tisa. mm. wengine tumelipwa milioni ishirini na sita. Ndio. wengine milioni kumi na nne, mheshimiwa. Ni kilio kikubwa kwa sababu mm. ukajenga mpaka ukafikia kulala na watoto mm. na ukafikia kupitiwa na kazi ya hii ambayo ya kuokoa wenzetu waliopo katika eneo letu la maji, halafu wewe usijaliwe kitu chochote, inakuwa kidogo. Sio, malipo haya yamefanyika mwaka gani? mwaka mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili. Sasa, sasa mheshimiwa, tuna kilio kikubwa, tunaomba hata mm. yale mazao yaliyovurugwa h katika maeneo yetu hatujalipwa mpaka leo. Na kuna watu wamevunjiwa, wamenunua viwanja mm. hawakujaliwa kama watu mm. wametumia, wame, wame fedha kwa hivyo mheshimiwa, kilio hichi tunakukabidhi wewe ili nasi tupate huruma zako. Basi nimekusikia na nataka nikuahidi kwamba tutalifanyia kazi swala lenu tutapitia upya malipo yote yaliyofanywa na tuta, tutaangalia kila mtu amelipwa kwa kwa kwa vigezo vipi, ili kila mtu aweze kupata haki yake anayostahili. Mimi nashukuru lakini, Mheshimiwa, hizo nyumba zishavunjwa zote. Nishafahamu, lakini labda watakuwa na picha au watakuwa na kumbukumbu zao tutazitizama. Eh, ndio walipiga kumbukumbu zao. Eh, basi tutatizama ili mtu wane, mwenye haki ya kupata anachotakiwa kupata aweze kupata. Ndiyo. Na yule eh, e, maana inawezekana walokuwa wanatakiwa wana wapate kidogo wamepewa kikubwa, na wanaotakiwa kupewa kikubwa wamepewa kidogo. Yote tutayatizama hasa, hasa hasa ndivyo ulivyopitia Mheshimiwa. Hmm, sawa sawa, ndio hivyo, ndio ilivyopita basi nita-nitalifanyia kazi hilo. Basi tu ha, na mazao lakini mheshimiwa kidogo nayo <laughs> hawaja tulipa mpaka leo sawa. Sawa, tutalitizama kwa ujumla wake, shukrani asante sana Mheshimiwa. Halo, alo? Halo? Alo? Assalamu aleykum. Waaleykum salaam. Mheshimiwa Katibu Mkuu? Naam. Naam. awo guene, Mheshimiwa Rais hapa. <Sansi> Halo, salamu alaikum. Alaikum salaam, mshmiwa. Naam, habari za uko? Salama, tashukuru, alhamdulillahi. Haya, nimekupigia kwa sababu nimepata malalamiko ya wananchi wa Mfenesini. Ndiyo. ambao wali nyumba zao ziliondolewa ili kupisha ujenzi wa barabara Ndiyo. Ikatakiwa iwekwe mtaro wa kuondoa athari za maji kuingia kwenye nyumba za, za watu Ndiyo. Sasa kwa bahati mbaya, jambo hilo mpaka leo nazungumza nao halijafanyika Ndiyo, kwanza nilitaka tu nijue kama ofisi yako mnazo taarifa na mmepokea malalamiko haya, na la pili nitaka kujua ni hatua gani zimechukuliwa mpaka sasa. Sawa, Mheshimiwa, kwe mm. kwe kwenye, ila malalamiko bado wananchi hawajaja kulalamika kwenye upande huo, lakini walikuja kulalamika kwe kwenye upande wa miti ambao hawajalipofidia yeah. yeah. kwa sababu nyumba tayari zishalipwa, lakini kuhusu huu ujenzi ulichelewa ulilee hasa, ukafika karibu kumaliza mkataba. Sasa wakati napokea pale kutoka yeah. kwa mwenzangu, hoja za msingi ni kwamba mkandarasi alikuja na wazo la kubadilisha aina ya matumizi mm. ya vifaa vya ujenzi wa huo mtaro Yeah. Kwenye mkataba wa mwanzo ambao ulikuwa wakaribia kumaliza, kwa, kwa sababu ya kudelay hawakufanya yale maamuzi ya haraka. hmm. ilikuwa umesema kwamba watalaza bomba za plastiki yeah. Sasa baadaye akaja na concern za kwamba zile bomba zimepanda bei, kwa sababu wakachanganya vita vya Ukraine na mambo mengine, lakini kiufupi hoja ya msingi ya kwake alisema vifaa vimepanda bei, hatoweza kujenga kwa gharama ile ambayo amepewa yeah. na ni ugumu sasa kuvisafirisha vifaa kufika na kuendelea na ujenzi. Sasa idea yake akasema atoke kwenye plastic ende kwenye concrete ndio sasa yeah. Kwa wakati ule kwa haraka haraka, iliamuliwa ili kwamba sawa, tumekubali aendelee na concrete. Mimi sasa baada ya kulipata hili swala nikamwambia kitu cha katibu mkuu, kama katibu mkuu hakiwezi kuamua kwamba tutoke kwenye aina moja ya ujenzi kwenda kwenye aina nyingine, kwa sababu hili jambo limepita kwenye tenda bodi. Yeah. na katibu mkuu si mtaalamu wa kuamua hivyo, lazima tenda bodi ikae, ipate wataalamu sasa wathibitishe. Yeah. kile ambacho wanatuzungumza yeah, atupe assurance ya costi, tukatoka tuka kwenye utaratibu <coughs> huu tukenda kwenye utaratibu mwingine yeah kosti zikawa kubwa zaidi yeah, lakini hatupea assurance ya quality tukitoka kwenye plastic kulaza yeah, tukenda kwenye concrete quality itakuwa ni ile ile tunaoihitaji na wataalamu wetu mainjinia wathibitisha hilo yeah. Tenda kodi ikipitisha ikija kwa katibu mkuu sasa, itakuwa angalau anaamua kwa kulingana na maelezo ya wataalamu na, na kukubalika tenda hmm. kwa tenda bodi kama michakato uliopita. Kwa hiyo sisi tulichofanya hmm. tukaitisha tenda bodi ya haraka haraka ikakaa hmm. na ikaridhia kwamba hmm. tutoke kwenye huo mfumo wa kutumia plastiki kwenda kwenye concrete, ndio kwa hiyo tukajadilishana tena mkataba mpya hmm. tulioanzia Novemba ambao utamaliza mwezi wa tano mwaka huu yeah. na tukamkabidhi site hmm. Tayari kashatayarisha kashatengeneza hizo almost mm, kwa asilimia mia moja sasa yeah. na alishaleta kifaa, lakini mpaka juzi kashafikia asilimia wa mia moja mm. kwa ajili ya kuenda kufilaz hiyo nayo, na kwa gharama ilipungua kidogo, ilitoka kwenye bilioni moja nukta tatu zero ikienda kwenye Milioni moja nukta tatu ilitoka bilioni moja milioni mia tatu mm. thelathini ikaja mpaka bilioni moja milioni mia tatu na tano ilipungua kidogo tu. Sawa. Sasa ninachotaka ni kwamba eh, kwa sababu wananchi hawa wametoa malalamiko yao muda mrefu. Ndiyo, na, baada ya hayo mliyoyafanya, eh, naelekeza sasa, msimamie huyo mkandarasi, asimamiwe aanze hii kazi mara moja. Sawa, kama hicho kifaa chake kibovu atafute akodi, afanye chochote lakini ianze mara moja, kwa sababu mvua zinakuja na, na, na wananchi wanawasiwasi maji yataingia kwenye nyumba zao tena. Kwa hiyo tuna wajibu kama serikali kuhakikisha kwa kwamba hilo tatizo haliwakuti. Kwa mkandarasi kusimamiwa, aanze mara moja, hilo la kwanza. Kwa hivyo fanyeni hivyo, na la pili ni hawa wananchi walioulipwa fidia kama mlivyosema wako ambao wamenieleza kwamba hawame hawajaridhika na malipo waliopewa e, kwa maana ya kwamba wanasema wanostahili kupata kidogo, wakati mwingine wamepata kingi na wanaostahili kingi wamepata kidogo. Sasa hili jambo na agiza lifanyiwe kazi kwamba uchunguzi ufanywe na bila shaka picha zilichukuliwa za nyumba hizo. Ndiyo, kwa hiyo ufanywe uhakiki wa nani kalipwa nini kwa mujibu wa, wa, wa, wa, wa nyumba yake iliokuwepo pale. Ndiyo. E, pamoja na mazao yaliyokueko pale e, Sao ili mishu. Na wao tuweze kuwajibu Sao e. Lakini la mwisho ningependa nisisitize kwamba kitengo hichi cha sema na Rais tumekianzisha kwa madhumuni ya kupata taarifa kutoka kwa wananchi kwa urahisi ili serikali ichukue hatua mara moja. Kwa hivyo naitaka ofisi yako ihakikishe ya kwamba nafanya kazi kwa karibu na mnahakikisha yeah, kwamba taarifa zote zinazotoka kwa, kwa kitengo cha sema na Rais zinafanyiwa kazi kwa haraka na tunapata majibu ya kazi hizo. Sawa Mheshimiwa, haya.